Naa katika kikao hiki resolution moja wapo iwe kubadilisha ule mwenendo wa vifo vya wakina mama na watoto wachanga kutoka e, scale ya upward to downward, na mikakati yake ni tufanyie kazi, kwa sababu viongozi wao wanapimwa kwa matokeo. Sababu kuu za vifo daktari hapa amezisema, sisi tunazifahamu inabidi sisi watu wa huduma jamani, tuwa assess kama kuna mahali kokote ambapo wanaonyesha uwezo wake mdogo, tuwajengee uwezo. Lakini kama kuna sekta ambayo inajengea watumishi wake uwezo ni sekta ya afya, cha msingi ni kusimamiwa. Hawa waliojengewa uwezo wasimamiwe waweze kuleta matokeo. Watu wanaenda kwenye semina kila itapo leo, ukitoka pale nenda ka practice ule ujuzi ili uweze kuendelea kuokoa maisha. Hapa hatuelezi masuala mengine, tunaeleza masuala ya kuokoa maisha. Kuokoa maisha is a very sensitive issue. Kila mmoja anayetoa huduma tumwangalie kwa macho yote, tumfuatilie kwa macho yote na tumwasesi wakati wote, ili mwisho wa siku maamuzi tunayokwenda kuyafanya ili kuokoa maisha yasimuonee yoyote, lakini maisha ya kina mama yaokolewe. Jamii ya sasa hivi angalau inaendelea kuonyeka nao wajibu wa kuendelea kuwaelimisha na kuwawajibisha. Tushirikishe uongozi ili nao watengeneze sheria ndogo ndogo ili kuhakikisha kila mwanajamii anawajibika na, na ujauzito ambao unamhusu. Kwa hiyo maandalizi ni kwa, kwa wote lakini jamii pia inatakiwa iambiwe na tuweze kukumbusha. Naendelea kusisitiza mambo makuu ya kufanya kwa jamii, halmashauri na vituo vya kutolea huduma. Kamati za kujadili huduma za mama na mtoto kujadili vifo vitokanavyo na uzazi na vifo vya watoto wachanga ngazi ya jamii. Kamati hizi ziimarishwe, kwani zinaibua na kusaidia jamii kuwavusha akina mama na watoto kuanzia kumkaya, kabla hawajafika kwenye vituo vya huduma. Akina mama wajawazito na watoto wachanga kuwahi mapema katika vituo vya matibabu pale wanapokuwa na changamoto za kiafya. Mimi naomba katika suala la kushirikisha wanaume, jamani tuliangalie kwa mapana. Tumekuwa tukiliangalia tu suala la wanaume kuwasindikiza kina mama hmm. Lakini mwingine anaweza akawa hajamsindikiza mama, lakini ameshiriki kikamilifu amefanya maandalizi yote ya mke wake katika masuala mazima ya ya ya, ya kujifungua. Wajawazito wasaidii kuwa na udhubutu wa kuwahi kliniki pale wanapohisi kuwa ni wajawazito bila kusubiri maamuzi ya wengine. Watu wa huduma ni wakumbushe kufanya kazi kwa weledi na kufuata maadili ya taaluma zenu. Hata hivyo, masuala ya ukusanyaji wa damu ni muhimu sana, na kila halmashauri inawajibika kukusanya damu za kutosha kama ambavyo imeelekezwa, kutoa kipaumbele na kuhakikisha kuwa damu zinapatikana muda wote. Kwa hiyo, uwajibikaji ni jambo la msingi. Uwajibikaji unalipa, ni yaani uwajibikaji jamani nalipa Mungu anakupa malipo mbalimbali usefu maisha ya mtu sio masihara kushirikiana na mungu kwakiisha kwamba mtu anaendelea kuishi sio jambo masihara ni sadaka nzito mbele za mungu umejitoa umejitoa tujue hili kwa hiyo jamani tujue tumepewa dhamana kwa kusaidia watoto wetutokachama hakana msaada zaidi ya mungu wake na wewe mtaalamu ambaye utamkaribisha hapa sasa huyo mtaalamu kufanya tu mzembe, tayari umemwacha, ameshindwa kuenjoy kile ambacho Mungu alikusudia, aweze kuenjoy mahali hapo. Yaani wakati wote jisikie vibaya, mtoto au mama akipata changamoto mwilini mwake. Hakikisha unapambana, hata akionje ya hata Mungu wewe wa wajua. Mtu huyu umepambana. Serikali chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, eh, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanya kazi kubwa wala kusimama tena katika kuboresha huduma za afya, kuleta vifaa tiba vinavyotuhusu, na mikakati hii ikiwa na lengo kubwa la kuboresha huduma hizi na kupunguza vifo hivi. Na tuko hapa kwa ajili ya kuona namna gani tunaweza kuendelea kuimarisha huduma zetu, ili tuendelee kupunguza zaidi vifo hivi, na sababu kubwa ya vifo hivi bado inaendelea kuwa ni kutoka danini na kwa watoto pia, na changamoto za upumuaji ni watoto wachanga. Lakini tumeendelea kuimarisha pia uwajibikaji, kwa, kwa maana ya kusimamiana katika shughuli zetu za usimamizi, lakini pale tunapoona kwamba uzembe ni kwa wazi pia katika halmashauri tumeendelea kuimizana na kupeana maonyo ili tuweze kufanya vizuri. Lakini pia tumeendelea kuimarisha upatikanaji wa dawa na lengo letu ni kuhakikisha hatu nguu ya asilimia tisini na tano ambazo katika halmashauri nyingi tumejitahidi kuvuka lengo hili, na kwa wale ambao wako chini tumeweka mikakati pia kuhakikisha dawa na vifaa tiba zinapatikana muda wote. Tumeendelea kuimarisha huduma za rufaa kwa kuhakikisha kwamba magari yetu yanayohusika na rufaa hasa ambulensi zetu pamoja na madereva jamii tunaziimarisha kwa kuhakikisha mafuta yako, magari yanafanya kazi